Jambo la kwanza na ambalo lipo kuanzia mwezi huu wa tano hadi wa kumi na moja, kutakuwa na vikundi vya kigaidi vinavyoshambulia makanisa na wachungaji, makanisa. Narudia tena, na utayaona haya ninaposema hivi. Maana yake najaribu ku nitatoa sababu ya za kusema ya itatokea, makanisa yatashambuliwa kati ya mwezi wa tano huu mpaka wa kumi na moja, mpaka tunakuja kuvuka mambo ya uchaguzi. Kutakuwa na changamoto ya makanisa kuchomwa, matukio ya kiharifu makanisani, si umenielewa? Yatatokea, lakini pia kutakuwa na matukio ya watumishi kushambuliwa, na kama wengine hawatakuwa na tahadhari, kutakuwa na ambao watauawa kabisa, wanauawa na watu fulani Eh, ni makundi ya kigaidi. Yaani kabisa kuna watu Mungu amenionyesha wa wameshaingia Tanzania wako kwenye mission ya kuhakikisha wana biri na makanisa. Labda niseme tu kwa uwazi bila kuzunguka, uchaguzi wa mwaka huu kanisa ndo lina maamuzi ya mwisho. Kanisa the church. Kwa hiyo shetani ameshajua kwenye upande wa rohoni vita imeshaisha, hakuna kafara inayotosha kuokoa watu wasipoteze. Ila kuna watu sasa wame wametoka kabisa wengine nje wengine wa ndani, kwa ajili ya kushambulia makanisa, kushambulia makanisa, kuchoma makanisa, kushambulia wachungaji, wa maparoko, watu gani, maskofu kwa hiyo kama unanisikia na wewe ni mtumishi wa Mungu, sio kasema mimi nimekaa kimya eh. Tena wewe we ndo wanakutafuta, kwa sababu una pia wakutetea, ujulikani kokote, we unakufa kimya kimya kama wafuasi wa Kibwetere. Kwa hiyo wachungaji, maparoko, maaskofu, ikiwa unaamini Mungu anasema tahadhari, anza kuishi ma maisha fulani hivi eh, ya kutoamini yeyote. Tofauti na hapo, tutakuwa na misiba ya viongozi wa Kikristo ya kushambuliwa na matukio ya majeraha mabaya ya kushambuliwa. Hilo naomba ulishike, mwezi huu wa tano mpaka wa kumi na moja. Tukivuka hapo salama, ukatoboa hapo, umevuka. Hilo naomba niseme, nimesema mapema na nimeeleza walengwa. Kwa hiyo ili mradi wewe ni mchungaji <laughs> ni paroko, ni askofu, ni kiongozi wa kanisa mahali, usije ukasema mimi sinaga ugomvi na mtu. Hii sio ishi ya una ugomvi na mtu au una kuna watu wamepewa kazi tayari, wameshatawanyika kwa ajili ya kufanya vurugu. Kwa hiyo makanisa yaongeze ulinzi kwenye maeneo yake, ongezeni ulinzi lakini pia watumishi wa Mungu, yale maisha ya kujiachiachia ya acheni, na Mungu anafanya makusudi. Yatatokea haya ili kuwarudisha mahali pa asili, mtafute, na kwenye kumtafuta mtakuta mmeizaa Tanzania <laughs> Ahe, ni mawili: ubaki uile Tanzania uliyohangaikia kwenye maombi, au uzubae wakuue, au wakufanya kirema haya yatatokea. Mimi niko tayari kuwa accounted, si miezi ni miezi sita watano hadi wa kumi na moja miezi sita tu inatosha kunifanya nabii wa uongo au nabii wa kweli. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili ni aseme, kutakuwa na vurugu, migongano na sijui nielezeje a na vurugu migongano, na ari ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi kuanzia mwezi wa tano wa sita na wa saba mpaka bunge likija kuisha na ile wiki <laughs> yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi watu waliokuwa amekaa kimya. Mwezi wa tatu tarehe tano nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko. Wakati huo nilitumia neno la sta kidogo nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo watano wa sita wa saba eh, CCM inapaswa kujishikilia <laughs> yatatoke na hakuna wa kuyazuia, ndio bahati mbaya sasa, yaani mtalionja mta, mta, mta, mta lile joto lenyewe ni Mungu mwenyewe ameruhusu jambo hili, kwa sababu mwisho wa siku nitazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui, mtawatishia mwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo hamtaweza kufanya chochote, na kama nilivyosema tangu mwezi wa tatu tarehe tano, ukuta utaanguka na mapenzi ya Mungu yatapita. Kwa hiyo haya mawili nimeona ni, ni siyaache bila kuyasema, kwa sababu yanatokea ili la CCM ni mwezi wa tano, wa sita na wa saba mwanzoni, yanakuwa yametokea. Hii nyingine ni, ni tahadhari kwa makanisa, watumishi wa Mungu wa madhabauni tano hadi wa kumi na moja, ukikaa kizembezembe zembe, unakufa mchungaji. Wasiojulikana wapo, na hawa sasa sio wale wa kusingizia kwamba ni polisi. Hawa sio polisi, haya ni makundi ya kiuni yana watu, nafikiri tunavyozidi kwenda mbele nitawataja, eh <laughs> ni watu kabisa, mimi bwana amenionesha na oroni na nawafahamu, ila mi nakutahadharisha, ukiwa mtumishi wa Mungu unasema kile tu ambacho ni cha lazima. Lengo la ule unabii ni kwa ajili ya kunusuru wewe, mchungaji usiuawe, paroko usiuawe, chukua tahadhari kuliko kawaida, mizunguko yenu kwenda kanisani na kurudi, mnavyohudumia watu, kila kitu unapaswa kuwa makini kwa sababu maisha yenu au yetu <laughs> yako hatarini Mungu awabariki. Nyosha mikono yenu juu na atatokea, labda tuombe tu kuminimize, kuminimize effect ile yatatokea. Baba, ninakushukuru kwa maneno haya, haya ni maneno yako, ninakuachia we mwenye nayo yale ambayo umeyakusudia azaliwa kwenye haya sawa, lakini wale ambao hawana hatia na wanakuheshimu na wanakupenda na wanahitajika, watunze na wanusuru na maovu. Mkono wako wa mema uwe pamoja na watu wako katika jina la Yesu aliye hai. Lilinde kanisa kwa sababu ni, ni, ni mkeo wewe ni bwana harusi wa kanisa. Walinde watumishi wako, wachungaji, maparoko, maaskofu wa makanisa yote na dini zote. Mkono wa Mungu uwe juu ya watu hawa wa thamani katika jina la Yesu. Tunaziombea nyumba zote za ibada kila mahali tunainua roho ya maombi kwenye kila kanisa na na kila dhehebu, watu waanze kuomba sasa. Na sisi kesho tunaanza mfungo kuanzia kesho tarehe tano, tukiomba kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya matukio haya na mengine mengi ambayo yako rohoni. Bwana, umesema tuuite mfungo wa pigo la mwisho, na sisi tunafunga na lazima Tanzania mpya izaliwe katika jina la Yesu. Ninawabariki watu wako wanaporudi nyumbani uwepo wako ende pamoja nao. Neema yako ende pamoja nao. Nguvu zako ziende pamoja nao. Fadhili na uaminifu wako usiwaache. Warinde na mahovu ya namna zote. Mkono wako wa baraka uwe pamoja nao. Wiki yote ijayo kama wiki ya mema, wiki ya ustawi, wiki ya ushindi na wiki ya mambo mazuri kwa jina la Yesu aliye hai. E Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, ninakushukuru kwa ajili ya Tanzania. Ninakushukuru kwa ajili ya kila jambo ulilokusudia kwenye kalenda yako. Inakuomba Bwana, endelea kukontrol nchi hii, endelea kukontrol kila tukio na kila jambo. Cha kwako tu kikasimame, yasiyokuwa ya kwako yakapanguliwe katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu kwa yote katika jina la Yesu, na wote tuseme amen, amen. Mungu awabariki sana.